Yes. Karibuni tena katika channel yetu ya VOM yam. Eh, kama tunavyoendelea na mada zetu hapa ni kwamba leo sina jambo kubwa sana, nilikuwa napenda eh, niwajulishe kwamba bado kazi zinaendelea za sourcing agent. Mimi kama sourcing agent niko Dar es Salaam kwa wote ambao wanakuwa na mizigo ya duka na nini wanataka kuniagiza basi unaweza kuniagiza moja kwa moja kutoka Dar es Salaam. Kwa wale ambao mko mkoani na mnahitaji mizigo ya duka. Eh, narudia tena, napenda kuwafahamisha kwamba mimi sio winga wala sio dalali. Sawa? Mimi ni source, ni sourcing agent. Kwa hiyo ukiangalia video zangu hapa chini zitakuelezea vizuri sana kwamba bidhaa nakupa bei ambayo ipo sokoni. Kwa mfano, <coughs> unahitaji vyombo, hata ukiangalia video zangu za hapo chini, nitakuonyesha moja kwa moja zinaonyesha bei za kiwandani. Kwa zile bei ndio wewe ambazo mimi nitaenda kukuchukulia. Mimi nafanya kazi kwa commission. Kwa mzigo utakaoniagiza moja kwa moja nitakwambia kwamba kwa mzigo uliniagiza huu, basi hela ya kunilipa mimi ni kiasi gani. Kwa nakaribisha ndugu zangu kuweza kufanya kazi, napata mrejesho wa watu wa wengi kutoka mikoa tofauti tofauti, eh, sana tu. Eh, kuna jamaa wangu angu sasa hivi ni mteja mpya kutoka Kahama alinicheki hapa hapa kupitia YouTube akanifuatilia fuatilia sana kupitia TikTok, TikTok yangu ya bora kwanza sisi agent, kwa sababu hii YouTube ina VOM 84. Hii ni YouTube yangu binafsi, watu ya, wengi wanafanya shughuli za kimtandao eh, kwa lakini, lakini, una, bora kwanza sisi agent bila shaka yoyote, wengi sana wanancheki mtandaoni. Kwao wanancheki mtandaoni na wanancheki kwa kupitia nani, njia zangu za mawasiliano. Kwao wapo ambao wanani, wananiamini moja kwa moja, wanani, wananipa kazi na wananitumia hela bila kunijua kwa kuniona tu hivi. Unaona kwa kama ningekuwa tapeli, usingeweza kuniona sura yangu kama hivi. Kwao kama unaweza kufanya kazi na mimi, basi fanye kazi. Kwao wapo watu wengi wananitafuta. Eh jamaa, kuna mteja mpya, ndio namtaja huyu kutoka kutoka kutoka nani, Kahama anaitwa anaitwa Simon Jamani ameamua kuniamini na nini, simjua anajua, japo alianza na mzigo mdogo, lakini sasa hivi naona anakuja mzigo inakuwa mkubwa mkubwa, lakini namshukuru sana kwa kuweza kuniamini mimi. Sio sio dalali wala sio winga, mimi nakununulia mzigo wako kwa bei ile iliyopo sokoni. Kwa hiyo karibuni jamani, tufanye kazi kwa uaminifu kabisa. E, angalia video zangu zilizo hapo chini utajua mimi nafanya nini. Kwa hiyo Dar es Salaam tupo, lakini kazi kubwa inatoweka Dar es Salaam ndio hiyo hapo. Kwa hiyo tunaishi kwa uaminifu. Kwa ni kampuni mpya ambayo nimeianzisha bila, naendelea na taratibu za kuweza kusajili na nini, ili tuweze kutambulika zaidi na kuchukua tenda za aina mbalimbali, lakini nawakaribisha sana, mnipe sapoti e. Mwisho napende kuwaomba ndugu zangu, ukishangalia video hii gonga alama -like ya like hapo chini, ili video iweze kufikia watu wengi waweze kunufaika. E, na waweze kupata huduma hii ambayo ina uhakika bora, yenye uhakika kwa muda ambao mtu anautaka sawa. Afu vile unaweza ku subscribe kwenye channel hii hapa ili uendelee kupata maudhui mbalimbali ambayo mimi nayatuma. Mimi natuma uzuri la kila aina, unaweza kupiga picha e, sehemu fulani ya kazi au mtaani na nini e, na support, na na hii tutafanya kazi pamoja sana na tutafanya kazi vizuri sana na,